Tukio hilo lisilo la kawaida limetokea katika kanisa hilo la Morovian lililopo eneo la Tabata jijini Dar es Salaam kutokana na upande mmoja wa uongozi wa kanisa hilo waliopo katika mgogoro kufunga milango ya kanisa usiku na kuweka mabango yanayosomeka hakuna ibada, na kusababisha ibada ya siku ya leo kushindwa kufanyika, jambo lilotishia kutoweka kwa amani na kulifanya jeshi la polisi kufika katika eneo la tukio huku kamanda wa polisi mkuu wa kipolisi wa Ilala Marieta Minangi akielezea tukio hilo. Lakini kwa bahati mbaya usiku wamekuja, wamefunga milango na wamebandika matangazo kwamba hakuna ibada. Uh, hao walio walipokuja sasa asubuhi kuendelea na ibada kwa sababu na wao jana walikuja, tukwambia tulishakubaliana na ule uongozi kwamba ibada yenu iendelee kama kawaida, wamekuta matangazo kwamba kuna ibada na milango imefungwa na wao hapo. Kwa hiyo tuko tunaongea na hawa, kazi yetu ni kulinda usalama wa maisha ya watu na mali zao. Tumeshaona kuna mgogoro kati ya uh, uongozi wa juu wa kanisa na uongozi wa kanisa wenyewe uliopo, uh, utaweza kuanza kuitafiana alafu wataanza kurushiana au maneno au na kuanza fujo. Akiuzungumzia mgogoro huo, mwenyekiti wa kanisa la Morovian jimbo la kusini na Zanzibar mchungaji Clement Mwaitebele ameelezea kusikitishwa na tukio hilo licha ya kuwepo kwa makubaliano ya awali ya kuacha ibada ifanyike kama kawaida na baadaye kwenda kuonana na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Dr. Emmanuel Nchimbi kwa ajili ya kutafuta mwafaka na kudai kuwa kilichopo sasa suluhu itapatikana mahakamani. Kwa hapa kisheria ya Jamhuri ya Tanzania, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni, ni na haki zote. Kwa hiyo mi nafikiri na hii hapa ni kwa ajili ya Tabata kama mdhamini wa mali kiwanja hiki hapa. kwa hiyo nasikitika sana kwamba kweli na mheshimu waziri lakini kwa sababu ya vilelezo hivi mimi nafikiri itaishia mahakamani, si kwa waziri. Kwa hiyo serikali haina dini. Kwa hiyo mimi nafikiri swala hili takwenda mahakamani. Kwa waziri nafikiri mimi siwezi kufika, kwa sababu tayari nataka kupeleka mahakamani na document hizi ninazo. Leo asubuhi tunafika tunakuta yale mapatano ambayo tulikuwa tumekubaliana kama tuje tufanye ibada tunakuta kanisa limefungwa. Sasa kwa sisi kama viongozi naweza kusema limetusikitisha kwa sababu hatijawahi kutokea kanisa linafungwa kwa maamuzi ya mtu binafsi au kikundi kama baraza. Kwa sababu baraza la wazee ni ngazi ya ushirika, kuna ngazi ya mtaa, kuna ngazi ya wilaya, kuna ngazi ya jimbo. Uongozi wa jimbo unakuja kwenye kanisa, afu kikundi tu kinaamua kufunga kanisa. Kwa kina wanyima haki waumini ambao ni mali yao ili kanisa. Sakata hilo la nadra kutokea katika makanisa. Imesababisha kushindwa kufanyika kwa zoezi la kumsimika kiongozi mmoja wa kanisa hilo kutokana na milango kufungwa, na hadi ITV inaondoka katika eneo hilo, waamini walianza kutawanyika kurejea majumbani bila kufanyika kwa ibada. Nyuma yangu ni waumini wa kanisa la Morovian katika eneo hili la Tabata ambao hii leo wameshindwa kufanya ibada kutokana na mgogoro wa kiuongozi uliomo ndani ya kanisa hili, Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Tabata, jijini Dar es Salaam. Emmanuel Buhohela, ITV.